Tukiangazia duru za kisiasa nchini Tanzania kukiwa bado kuna mvutano juu ya kufanyika uchaguzi ama kutokufanyika ambapo mvutano huo unatokana na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kuja na kauli mbiu yao ya no reform, no election, yani wakimaanisha kwamba kama hakuta kuwa na mabadiliko kwenye upande wa uchaguzi basi hakuta kuwa na uchaguzi. Lakini pamoja na hayo, Chama cha Mapinduzi, CCM, pamoja na serikali vimeendelea kuhamasisha Watanzania na wananchi kujitokeza kujiandikisha kwenye daftari la kupiga kura ili kuweza kupiga kura kwenye uchaguzi huu ujao. Sasa kufutia hayo mengi ameibuka, ambapo Tundu Antipas Lissu ameonekana akipeleka kauli ya no reform no election kule kwenye taifa la Marekani linaloongozwa na rais Donald Trump. Ni kushukuru wewe mtazamaji wangu ambaye umekwisha kusubscribe hapa Msetu Media, wewe ambaye bado hujasubscribe ni kusiu subscribe sasa iliusio napitwa na taarifa zetu nzuri kama hizi, subscribe kwa kubonyeza maneno mekundu hapo chini ya video hii yaliandikwa subscribe, kisha itakuja alama ya kengele ibonyeze pia Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, kikiwa bado kimeshikilia mkazo kauli yao ya no reform, no election, yaani kwamba kama hakuto kuwa na mabadiliko basi hakuto kuwa na uchaguzi. Kimetoa taarifa kwa umma kuwa mwenyekiti wa chama hicho taifa, Mheshimiwa Tundu antipas Lissu tarehe ishirini na moja mwezi wa tatu, 2025 ameongoza viongozi wakuu wa chama kwenye mazungumzo na kaimu balozi wa Marekani nchini cda ne. Mazungumzo yalihusu umuhimu wa michakato ya uchaguzi huru na ya haki na yenye kuaminika ambayo italinda amani na kuendeleza maendeleo ya watu. Hii ni taarifa ambayo ilitolewa na official page ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA ah, ambapo imesema Tundu Lissu amekutana na balozi wa Marekani a kuzungumza juu ya umuhimu wa michakato cha uchaguzi huru na ya haki na yenye kuaminika ambayo italinda amani na kuendeleza maendeleo ya watu ambapo chama hicho, uh, kikiongozwa na Tundu Lissu, tumekuwa tukisikia mara nyingi wakikazia kwamba wanataka mabadiliko kwenye mambo mazima ya uchaguzi kuhusiana na wasimamizi na vitu vingine kama hivyo, ambapo sasa wao ndo wameshikilia kauli ya no reform no election. Chama cha Mapinduzi kikisema mabadiliko ya kwenye uchaguzi yalishafanyika na ikisisitiza ama kuhamasisha watu kujitokeza kwa ajili ya uchaguzi. Hii ni taarifa ambayo sisi ni kazi yetu kukuletea. Kwa taarifa nyingine zaidi, usikae mbali na sisi. Hakikisha ume subscribe.